Msanii wa muziki wa Bongo Flava Kusah amewajia juu wasanii wenzake ambao wamejitokeza kwenye mitandao ya wa kijamii wakitoa pole kwa ndugu jamani na marafiki ambao wamepoteza mali zao lakini pia wamepoteza uh, wapendwa wao katika maandamano ambayo yalifanyika Oktoba 29, uh, 2025, na maanisha siku ya uchaguzi. Yes, mamia ya watu wanahofiwa kwamba wamefariki baada ya kuandamana katika uh, siku hiyo ya uchaguzi wakipinga baadhi ya vitu kufanyika ndani ya nchi lakini uchaguzi ukiwa bado unaendelea. Sasa Kusah yeye yeah, amekuwa tofauti kidogo na wasanii wenzake, amesema kwamba wasanii wamekuwa ni watu ambao wametanguliza sana uh, pesa mbele kuliko utu, na sasa hivi wanajitokeza kutoa pole kwa watu eh, watu ambao wamewashika mkono miaka mingi, kuwafanya wao kuwa wao katika uh, hivi sasa walivyo, kwa sababu wengi wametoka kwenye maisha duni sana, mashabiki wamewasapoti, wamefika sehemu kubwa na mafanikio makubwa, lakini wamekuwa kimya. eh, sasa hivi wameku na pole Kusah kupitia Instagram akaunti yake ameandika kwamba, pesa mbele, utu ukabaki nyuma, hata hamkukumbuka tena walipotutoa. Najua kuwa upande wao tulishindwa, basi tungekaa kimya. Kuandika RIP pekee, kuandika RIP pekee yake haitoshi, maana walijua tu mtaandika, acha waumie acha waongee, wana haki. Walijua hamna siku mtaacha kuwa upande wao, lakini tumeshindwa hata kuwasemea na kuwatetea kisa, sis, uh, kisa pesa na nafasi ambazo hatutadumu nazo milele. Moyo wangu unavuja damu kila nikisema nikae kimya, nafsi yangu inaumia. Ndugu zetu wamekufa kikatili sana huo ni ujumbe wa Kusah kupitia Instagram akaunti yake, akijaribu kuwachana wasanii wenzake ambao walikuwa kimya kupiga kelele au kupaza sauti kabla ya haya mambo kutokea na sasa hivi wamerudi na RIP, wakati walikuwa wanashangilia eh, huko nyuma.